Familia ya Albert Ojwang ingali inahuzuni sana ya ukatili uliotokea na kadri siku zinavyosonga ndivyo uchungu unaongezeka. Katika mahojiano nao hii leo, wanatamaushwa na jinsi utekelezaji wa haki unavyoendelea. Naomba huyu mwenye kusema, huyu mtoto wangu ameandika ameongea kusi yake mbaya juu yake. Sasa ametuma watu wa kutoka Nairobi akuje kwangu achukue mtoto wangu alete huku Nairobi, huyo ndio namtaka nimuone. Familia inasema tayari kuna ushahidi fulani unaoelekeza kwa waliohusika na wanajiunga na wanaoshinikiza kukamatwa kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat. Akizungumza na K24, msemaji wa familia Kenneth Ouma anatilia shaka yanayoendelea. What is so difficult for them to now handcuff and arrest Lagat? Yeah? What is so hard in that? What is so difficult in that? Yeah, Yeah? what What is is the government doing? Yeah? What is so difficult for the government himself? I wish the president could order the arrest of Lagat. Yeah. Ojwang' alikamatwa wakati wa chakula cha mchana. Mkewe Nevnina Onyango anasema polisi ambao walionekana kufuata sheria walichukua simu yake, wakaikagua picha, Twitter na baadaye wakamsafirisha hadi Nairobi. Anasema kuwa wakati wote wa safari hiyo alikuwa akizungumza naye kwa simu na alionekana kuwa sawa. Anakumbuka kupigiwa simu kwa mara ya mwisho saa tatu usiku na mumewe alipofika katika kituo cha polisi cha Central ambapo anasema sauti yake ilikuwa imebadilika. Albert Ojwang' alikuwa akiwapigia simu wazazi wake kila siku kuwa salimu na alimhudumia binafsi nyanyake mgonjwa. Alikuwa tegemeo la familia. Nevnina anasema mtoto wao mdogo anaendelea kumuulizia babake bila kuelewa kwa nini hajarejea nyumbani grandmother. Kwa sasa hakuna mipango rasmi ya mazishi, kwani familia inahangaika kutafuta haki. Bado hatujaketi kama familia vile tunavojua tangu uh, maafa hatujapata nafasi ya kuketi na familia tuweze kufanya maamuzi, lakini hivi karibuni tutaweza kutoa tarehe kamili ya, ya mazishi. Kwa familia ya Albert Ojwang', haki itapatikana pindi aliyepanga mauaji atakapofikishwa mahakamani na kuhukumiwa. Fatma Chiragaya, K24, Nairobi.